Chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kimewataka Watanzania kujitokeza kwa wingi siku ya Februari 9, 2026 katika usikilizwaji wa shauri linalomkabili mwenyekiti wa chama hicho, ndugu Tundu Antipas Lissu ambaye anakabiliwa na kesi ya wini, ambayo pia bado yupo gerezani. Kwa mjibu wa taarifa iliyotolewa na chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, amesema kwamba kesi ya wini namba 19605 ya mwaka 2025 inayomkabili mwenyekiti wa chama Taifa Mheshimiwa Tundu Lissu imepangwa kuendelea katika mahakama kuu kanda ya Dar es Salaam tarehe 9 Februari 2026. Zimebaki siku saba tu, tujitokeze kwa wingi kupata darasa la sheria kutoka kwa Mheshimiwa Lissu. Taarifa iliyotolewa na mkurugenzi wa sheria na masuala ya haki za binadamu ndani ya chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, Gaston Ushindo Garubindi, alisema kwamba kesi ya uhaini dhidi ya Mheshimiwa Lissu kuendelea. Anafahamisha kwamba Namba elfu kumi na tisa, mia sita na tano ya mwaka elfu mbili ishirini na tano, mpango wa kuendelea mahakama kuu kanda ya Dar es Salaam kuanzia tarehe tisa Februari elfu mbili ishirini na sita, hadi tarehe sita Machi elfu mbili ishirini na sita. Ikumbukwe kwamba kesi hiyo inasikilizwa na majaji watatu, mheshimiwa jaji Ndunguru, mheshimiwa jaji Karemaya na mheshimiwa jaji Kionde. Tayari mheshimiwa Lissu jana alipokea taarifa rasmi kutoka kwa naibu msajili wa mahakama kuu. Tukutane mahakamani. Hii ni taarifa ya Gaston Garubindi aliyoitoa majuma kadhaa yaliyopita kuhusiana na shauri la Tundu Lissu ambalo ni shauri la uhaini.